Novemba 21 hii leo, uh, dunia ikiadhimisha siku ya watoto pamoja na kukumbushwa kuendelea kuzizingatia, uh, haki za watoto na kuzitekeleza kama wazazi, kama walezi, lakini pia kuwaele, kuwaelimisha watoto wenyewe kuhusu haki zao. Kuna upande mwingine ambao, uh, hii ni haki muhimu sana ya mtoto kuwa na afya iliyo njema na haki hii inaanzia utekelezaji wake kwa walezi ama wazazi. Lazima wao waangalie zaidi mtoto ambaye wanamlea awe na afya njema, na mtoto akiwa na afya njema yote yatakwenda vizuri, atasoma vizuri, atacheza vizuri, atawajibika vizuri kwenye kila jambo. Na i, leo tunaangazia siku ya watoto ila kesho ni kilele cha siku ya lishe ambacho uh, kinaadhimishwa amani hii. Wiki yote hii imekuwa ikiadhimishwa wiki ya lishe, kwa hivyo mambo haya yanakwenda sambamba, na ndio maana tuna, tunaenda kuangazia umuhimu wa lishe kwa mtoto, ikiwa leo ni siku ya watoto. Tunaye hapa Anitha Mganga, huyu ni mkunga na mtaalamu wa unyonyeshaji maziwa ya mama na lishe kwa watoto. Uh, hii ni eneo muhimu sana. Anitha karibu. Asante sana. Uh, kwa nini umeamua kwanza kujikita kwenye sekta hii? Ha, ni historia ndefu lakini ni kitu ambacho nakipenda okay, na kwa sababu pia nimefanya kwa muda mrefu mm, nimeweza kuona jinsi ambavyo akina mama wanapitia safari ya ujauzito na malezi ya watoto kwa, nikaona kuna kitu natakiwa kukifanya mm, kuwekeza kwao ili kuweza kusaidia kuwa na taifa lenye afya bora kupitia hawa watoto nice, na afya bora inaanzia huku kabisa kwa mtoto afya bora inaanzia tangu mama akiwa ni mjamzito mm. Na anapojifungua tunaiendeleza mpaka anavyozidi kukua, ili tuweze kuwa na mtoto ambaye ana afya bora. Yeah. Uwekezaji wake unatakiwa kuanzia mama anapokuwa mjamzito. kula kwake mm. Ndiko ambao kunapelekea mtoto azaliwe az, azaliwe akiwa na na afya bora. Yes, yani ule mtindo wote wa maisha wa, wa mama kipindi cha ujauzito mm-hmm. unakuwa na matokeo chanya katika malezi na makuzi ya mtoto na kumfanya awe na afya bora, aepukane na magonjwa ambayo anaweza kusababishwa na mtindo wa maisha kama vile uh, utapia mlo uh, udumavu, lakini pia magonjwa ya uzito uliozidi kipindi cha utoto au utuuzima. Yote haya yana msingi wake unaanzia mama akiwa mjamzito, anapojifungua, na anapoendelea kumlea mtoto. Sawa sawa mtangazaji mwenza hapa Balkis amesema kwamba, hmm, hii ni mada muhimu kabisa. Sina shaka hasa kutokana na mchakato wake ambao sisi sote hapa bila shaka tumepitia ndia. Na hata mtazamaji amepitia ndio maana e, tumekuwa na afya bora na pengine mpaka tunazungumza nao kwa ujumla, lakini kwa kauli yako na kinywa chako uh, umuhimu hasa wa siku hii ni upi? Uh, umuhimu wa siku hii ni mkubwa sana kwa sababu mm. kama tukizingatia katika kauli mbiu ya siku ya lishe ya mwaka huu nasema, afya yako mtaji wako, zingatia unachokula. Kwa hiyo kile ambacho tunakula kina matokeo chanya au matokeo hasi ambayo yanaweza kutufanya tukawekeza katika kujitibu au tukawekeza katika majukumu yetu hmm. Uh, Jafari, endapo ungekuwa na afya duni sasa hivi tusingekuwa na wewe hapa Likuwa. Kwa hiyo mtaji wa kwanza wa biashara wa kazi wa kitu chochote hmm. Ni afya. Sasa tunapounganisha afya bora na watoto, ndio maana tunasema mama anatakiwa kuwekeza zaidi katika kuzingatia kile anachokula, kile anachokunywa, maisha anayoyaishi, ili tuweze kumsaidia huyu mtoto ambaye atazaliwa apate haki ya afya bora hapo baadaye katika maisha yake. Tuanzie kwenye kunyonyesha. Asante, kama ambavyo nimesema kwamba afya mtoto inaanzia kipindi cha mama ni mjamzito. Kwa hiyo mm, ni muhimu mama akala chakula bora, na tunaposema chakula bora ni mama kuzingatia kula ule mchanganyiko wa vyakula vyakula vya wanga kama vile ugali, wali, ndizi, lakini pia vyakula vya protini kama vile nyama, maharage, dagaa, yeah. Eh, kuna senene hapo anaingia kumbikumbi, <coughs> na mayai na vitu vingine, lakini pia kuna vyakula vya mboga, mboga mama anatakiwa kula ama matunda, lakini pia kundi la mafuta, sukari na asali, pamoja na maji ya kunywa safi na salama. Kwa hiyo mm-hmm. kila anachokula mama kinamjenga mtoto ambaye azaliwe na afya bora angalau kilo mbili na nusu au zaidi. Na baada ya mama kujifungua sasa, tunapaswa kuwekeza katika kumnyonyesha huyu mtoto kikamilifu katika ile miezi sita ya mwanzo mm-hmm. bila kumpa maji, bila kumpa ae? uji bila kumpa maziwa ya kopo wala kitu chochote kile, ndio uwekezaji wa lishe bora ya mtoto, inaanzia pale, kwa sababu uh, maziwa ya mama yana virutubisho vyote vya muhimu ambavyo mtoto anavihitaji kwa ajili ya ukuaji wa mwili na akili yake. Kwa hiyo tunapomchanganyia vyakula vingine mapema, tunadumaza ukuaji wa mtoto kimwili na kiakili, na ndipo pale unakuta mtoto anakuwa mdogo, lakini ana utapia mlo, ana uzito uliozidi umri wake, lakini pia tunadumaza ukuaji wa akili. Kwa hiyo uwekezaji wa unyonyeshaji unamsaidia sana huyu mtoto kuwa na mwanzo bora wa maisha yake Mm. Mm. Okay. Nice. Na mtoto akianza kula na sasa tumesema kwamba mtoto ananyonya miezi sita ile ya mwanzo bila kitu chochote hmm. Akisha kamilisha ile miezi sita mama wengi wanachanganya, no, kwamba leo ndo amefika mwezi wa sita kamili ile, kesho yake ndipo anatakiwa kuanza kutambulishwa vyakula vya nyongeza hmm. Na kwa bahati mbaya sana hapa, wamama akisha jitahidi akanyonyesha miezi sita akianza tule siku ya kumpa vyakula, anaanza kumpa kiasi kikubwa ili asinyonye zaidi, okay. Natamani jamii elewe kwamba mtoto um, chini ya miaka miwili chakula chake namba moja ni maziwa ya mama. Kwa hiyo miezi sita anapokamilika, maziwa ya mama yanakuwa hayajitoshelezi, ndipo tunamkaribisha na hivi vyakula vingine kujazia ile sehemu ambayo maziwa ya mama hajafanyaje hajatoshea. Kwa hiyo hata tunapomtambulisha hivi vyakula, ni muhimu sana tuwekeze katika vyakula ambavyo vinapatikana kwenye jamii zetu, tusiwape watoto ma mavyakula ambayo ya viwandani kwa sababu hayo yanaweza kuwa na sukari nyingi, chumvi nyingi na vitu ambavyo havifai, lakini lengo la kumpa mtoto chakula cha nyongeza ni kumzoesha ile lifestyle ya nyumbani, kwamba ajue kutakuja kuwa na ugali, kutakuja kuwa na wali na viazi. Kwa hiyo anatakiwa apewe kwa utaratibu maalum kwa kipimo kidogo, lakini mama aendelee kunyonyesha zaidi mpaka miaka miwili, ndipo tunasema huyu mtoto anaweza kujitegemea na hivi vyakula sasa vya familia. Hmm. Sawa sawa nataka kufahamu tu. Diyo. Inaonekana kwamba uh, imekuwa ngumu sana leo mama kunyony kunyonyesha. Hmm. Kipindi kile cha miezi sita eh, mtawalia basi. Hmm. Na kupewa mtoto chakula uh, kingine na wanasema maziwa yanakuwa mepesi mm -hmm. Eh, lakini mtoto anakuwa analia sana, anakosa furaha, lakini ukimkorogea hey, kidogo kiuji nini, mtoto anatulia na anakuwa na furaha. Ni, ni kwa nini tunapitia hatua hiyo ya kuwa na maziwa kiuji tena? au sijakusikia vizuri, sijui ndio yes, hiyo <laughs> wanachanganya kitu gani? Lakini wana, anapewa ziada yeah. Ambapo si sahihi kwa mujibu wa maelezo yako na jinsi mwongozo wa, afya wa afya, na na na na na mtoto anapewa kiuji yes. Kuna watu wanawapatia hmm. Ya ni kweli, wa mama wengi, mimi nime, nimeona utofauti hasa wa mama wa mjini na vijijini, sababu nimefanya kazi maeneo vijijini zaidi. Wa mama wa kijijini hana option ya maziwa ya ziada hmm. Hana option ya chochote, yeye muda mwingi yuko na mtoto wake, atanyonyesha. Lakini wa mama wa mjini kwa sababu ya utandawazi, kwa sababu ya ushauri mwingi wa marafiki na watu wanaomzunguka, kwa sababu ya kuwahi kurejea kazini, kuna wengine ofisi zao zinamtaka arudi kabla ya miezi sita kifika tu hmm. miezi mitatu, mwingine hata miwili anarudi kazini sasa wamama wengi na ukosefu you know, wa lishe inayostahili, wamama wengi akishajifungua, nakuta mama anajaziwa chupa za uji ndani, kwa hiyo hata uzalishaji wa maziwa unakuwa hafifu, lakini pia ile kwamba kuona nikikamua nitalegeza matiti, nikikamua usumbufu mwingine, anawahi kumpa mtoto chakula ch cha ziada. Lakini nimekutana na akina mama ambao nimeweza kuwasimamia na kuwasaidia, mama anaenda kazini lakini anakamua maziwa yake. Kuna namna mama anakamua maziwa anayahifadhi vizuri katika mifuko au vikontena vizuri na akayatunza mm. Na bado anaweza kumpa mtoto wake katika kile kipindi chote cha miezi sita, na wapo ambao hata wengine huenda wananisikiliza sasa hivi ni mashuhuda mm, kwamba mama mtoto wa kwanza hakuweza kufanya hivyo, lakini wa pili nilipompatia elimu na usimamizi madhubuti wa mama wengi wameweza kukamua maziwa, anayahifadhi na anaenda kazini, huku mtoto wake akiendelea kutumia ile maziwa yake mpaka anakamilisha miezi sita bila changamoto yoyote na inawezekana inawezekana kabisa mm. Na, na hata wenye mapacha nimeshawahi kumsimamia mama ana watoto mapacha watatu na alinyonyesha kikamilifu miezi sita bila ku mix, mix feeding, kwa watoto wote yes. Sasa hili ni somo zuri Laki, lakini pengine uh, kuna mtu anaweza akawa na tafakari, kwa nini lazima huyu mtoto asome uh, amin anyonye uh, maziwa mama yake tu kwa miezi sita? Tupe faida hizo kwa baadaye ya huyu mtoto. Mfano, mimi ni mtoto ambaye nimesoma I mean, nimenyonya maziwa ya mama kwa miezi sita, mm -hmm. Na mwenzangu ni mtoto ambaye hajanyonya maziwa ya mama kwa miezi sita, lakini ndo, yeah. tushakuwa wakubwa mm. kuna athari ya mafaida yoyote? Ya faida zipo nyingi, na si kwamba huyu ambaye hata nyonya miezi sita hawezi kukua, atakuwa, lakini tafiti mbalimbali zimefanyika na kubaini kwamba mtoto ambaye amenyonya maziwa ya mama na hata mama wenyewe wanashuhudia, yu, huwa yuko active kwanza, haumwiumwi mara kwa mara, yaani ile tendensi ya kuumwaumwa kwake sio sio sana, lakini pia katika ukuaji wake wa ubongo na ile uh, anasema IQ yake inakuwa active, ipo juu so, so zaidi kuliko huyu ambaye amepewa vyakula mchanganyiko, lakini athari za baadaye mm-hmm. uh, tafiti zinasema hata changamoto za afya ya akili zinasababishwa na ukosefu wa watu kunyonya vizuri mm-hmm. anapokuwa mtu mzima, lakini magonjwa kama haya ya mtindo wa maisha, kisukari, pressure, wale ambao hawakunyonyeshwa kikamilifu wana hatari kubwa ya kuweza kuathiriwa na haya magonjwa ukilinganisha huyu ambaye amenyonyeshwa kikamilifu kwa hiyo tunapowekeza katika unyonyeshaji mm, hatumsaidii sasa hivi tu, tunawekeza katika afya yake ya maisha yake yote ya sasa na ya baadaye. Ni vitu gani hasa mtoto ambaye anakula mm, kuanzia miezi sita na kuendelea mm, um, mm, lete mpaka miaka mitano vitu gani hasa uh, mtoto anatakiwa apewe zaidi na ni vitu gani hasa katika haya makundi ya vyakula ndio, mtoto asipewe ili kumjengea afya bora. Uh, miongozo hasa ya shirika la afya duniani inajaribu kuonyesha kwamba uh, mtoto anapaswa kula vyakula vyote ambavyo vinapatikana ndani ya jamii. Okay. Lakini mtoto ambaye anaanza kula ile miezi sita ni tofauti na ambaye amefika miezi tisa mwaka na zaidi. Huyu tunaanza kwa miezi sita, tunaanza kumpa chakula aina moja moja. Mfano kama ni unga wa mahindi tu anakorogewa uji, labda utachanganywa na ubuyu kidogo, labda atakiwa na mafuta kidogo, atakunywa. Lakini ni kwa kipimo kidogo, uwekezaji mkubwa endelee kunyonya. Anapozidi kukua tunamuongezea kipimo cha chakula. Lakini maziwa ya ng'ombe, mara nyingi watoto chini ya mwaka mmoja hayashauriwi sana kwa sababu uh, wengi wanaoleta alegi mzio na saingie anasumbua katika mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo hayo yanaweza yakasubiri mpaka afike mwaka mmoja, lakini pia asali. Ila vyakula vingine mtoto anaweza kuanza kupewa na kisha vizoea, ndipo mama anaanza kumchanganyia akampa mchanganyiko tofauti tofauti. Na tunapokuja katika kundi la vyakula vya protini, ni muhimu sana watoto wapewe kwa sababu pia vinasaidia katika kujenga mwili na kuimarisha kinga zao. Wamama wanakuta anachemsha maragwe anampa mtoto mchuzi, ila mtoto anahitaji yale maharage, sio mchuzi. Anapika nyama mtoto anapewa mchuzi, mtoto anahitaji ile nyama, kwa sababu ndio kuna virutubisho muhimu ambavyo vitafanya e. aimarishe mifupa yake okay. aweze kuwa na nguvu za kufanya majukumu mbalimbali. Kwa hiyo vyakula vyote anapewa lakini kwa mpangilio maalum, na tusiwanyime vitoweo. Yaani, kuna vitu huwezi kuvijua kama vinatokea mtoto anapewa mchuzi au mifupa tu ile ha? Unakuta mama mwingine nyama amekula na pia ile mm. mifupa kwamba achezee tu, yes. Kwa hiyo ni muhimu, kama hawezi kumeza basi, hata akatiwe katika namna nzuri ambayo anaweza kuitumia. Lakin, kwa sababu kuna visagio zile zile zile, chopas na nini, una saga ya nyama vizuri tu na mtoto mm -hmm. ana kuna, kuna, simpe mtoto uji chini ya miezi sita. Sawa, hilo linaeleweka nasema viuji sasa <laughs> <laughs> e, ubaya ni kwamba tena hata huo uji wanaotoa <laughs> <laughs> unakuta uh, wanauchuja kabisa nilimpa uji nimechuja. Sasa akifikiri kwa yes, akifikiri mm. kwamba kile ni kitu sahihi mm. hata mtoto ambaye amefika miezi sita anaanza kula mm. Hatutaki kumpa uji mwepesi tena uliochuja kwa sababu zile pumba pumba pumba zile nyuzi nyuzi ambazo tunahisi zitamkaba mm. ndio zinaenda kusaidia katika mmeng'enyo wa chakula na kumfanya apate choo vizuri. Kwa hiyo okay. Uji unatakiwa pia kuandaliwa katika namna uzito ambao ni wa wastani na anaweza tu kumeza mm. ili pia mtoto hata ukae tumboni na apate vile virutubisho vinavyotakiwa, kwa hiyo tusichuje okay. Uji na tusiwape viuji vyepesi. Sawa, siku ya watoto duniani mm. kadhalika wiki ya lishe eh, nchini Novemba 21 mm. ndio mm ndio kilele, uh, kilele chake yeah. Hiki sina shaka kimeeleweka kime mm. vizuri sana, hasa katika mada ambayo uh, tunaizungumza tuna, tuna mm -hmm. <laughs> kuna swali ilitaka niulize ni <laughs> karibu mboga, linakuchekesha wewe mwenyewe lakini kabla hajauliza hilo swali <laughs> uh, tunapozungumzia watoto <laughs> nafikiri mwongozo wa shirika ama shirika mbalimbali ya afya duniani na watoto yanamlenga mtoto kuanzia mdogo mpaka miaka kumi na nane. Hmm. Kwa hiyo uh, watoto hata wanapomaliza ile miaka mitano ya mwanzo bado tunatakiwa kuwekeza mpaka anapofika miaka kumi na nane, tuhakikishe kwamba ulaji wao unakuwa ni ulaji sahihi. A, familia nyingi tumekuwa tunaona watoto wakishaanza kufikia ule umri wa kubarehe kwanza, mm -hmm. Anataka ajishep kama ni mdada ataki, ataki kitambi, anataka katumbo kimama, ana skip meal mm -hmm. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi na jamii kuhakikisha tunawasaidia wazingatie ulaji sahihi, yani ule sio umri wa kuanza kutengeneza vishep na nini kwa sababu kama ni binti huyu mm, binti anaingia katika yule mzunguko wake wa hedhi, anapoteza damu, anapoteza madini chuma ambayo yatamfanya anaweza akapata anemia, lakini pia wanaimarisha mifumo yao ya uzazi wote mm, wawili wa mwanamke na mwanaume ambao tunatarajia baadaye awe ni mama au ni baba. Kwa hiyo lishe ikiwa duni kipindi cha miaka 18 kushuka chini, tuna hatari pia ya changamoto za mambo ya uzazi. Kwa kasi sana kwa vijana. Kwa hiyo tusiwekeze sana nguvu kwa hao watoto chini ya miaka mitano tukasahau ili kundi miaka sita mpaka 18. Hapa tunatakiwa tuwasaidie waachane na vyakula hivi uh, vya fast food kama chipsi, uh, vyakula vyenye sukari sana biskuti, pipi kwa wingi. Wawekeze katika ulaji wa hivi vyakula ambavyo uh, ni muhimu kwa ajili ya kupatia mwili virutubisho ambavyo mwili wake unavyoendelea kukua unavihitaji ili kumfanya awe na afya bora ya kipindi cha ujana na hata kipindi cha utozi. Sawa sawa kabisa, kipindi cha ujana na kipindi cha utu uzima. mm -hmm. Wiki... hasa katika kipindi hiki cha ujana bado tuko kwenye <laughs> kipindi cha ujana ndo, eh, maana yake sasa, eh, bado tupo kwenye hicho. Na unajua naheshimu mm -hmm. maswali yake <laughs> mm -hmm. <laughs> eh, mtu ambaye ana watoto wengi ndio naheshimu maswali yake, kabisa. Kwa kipindi hiki ambacho maisha yetu hasa kwa sisi wafanyakazi, namaanisha mm. kwa kina mama ambao wanajifungua, malezi kwa upande mkubwa yanakuwa kwa upande wa madada mm. uh, wa kazi, ni yapi ya kuzingatia ili kuhakikisha pamoja na kwamba mama anakuwa hayuko uh, nyumbani na mtoto uh, lakini mtoto uh, lishe yake inazingatiwa? Uh, jambo ambalo naweza nikasema ni la muhimu sana kwanza. Ni muhimu mzazi kufahamu kwamba jukumu la malezi ya mtoto ni la kwetu, sio la dada. Dada wanatusaidia kwa sababu ya mabadiliko ya maisha. Kwa hiyo ni muhimu pia kuzingatia kwamba hawa dada wetu wanaotusaidia tunawaelekeza namna nzuri ya kuandaa vyakula vya watoto kwa mifano. Yani mama usiwe tu ni mtu wa kuelekeza, wewe haufuatilii. Kwa hiyo ni muhimu sana mama kuhakikisha kwamba dada anapokuja nyumbani kwako unamsaidia kujua ni aina zipi za vyakula vinapikwa mm. Ni aina kipi ya chakula apewe mtoto na kipi asipewe, ni vitu gani amfanyie mtoto ni vitu gani asimfanyie. Hiyo itasaidia sana katika kuimarisha afya za watoto, hata kama unaendelea na majukumu, kwa sababu tukishindwa kuusaidia katika engo hiyo, kuna hatari kubwa tukatafuta pesa tukazipata, lakini tukaenda kuwatibia watoto wetu tena kwa zile zile pesa. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na mifumo mizuri ya afya kuanzia nyumbani tunatakiwa kuhakikisha kila ambaye yuko pale nyumbani anaelewa mfumo mzima wa maisha ya pale unaendaje, lakini mzazi uwe wa kwanza kuhakikisha kwamba vyakula bora vinapatikana nyumbani. Yes, tumehusisha uh, wiki hii ya lishe mm, na siku ya mtoto hii leo, lakini umuhimu wa lishe ni kwa makundi yote, yes, makundi yote. Yeah. Pamoja na sisi mm, na watu Um, wazima mm. Eh, kama ndugu yangu hapa yeah. Alafu kuna <laughs> wale wazee waze, ndiyo, eh, ni upi sasa ujumbe wako kwa makundi yote ya watu kwa ajili ya kuzingatia lishe bora? Ujumbe uh, wangu kwa makundi yote ya watu, tunatakiwa kuwekeza kikamilifu katika afya zetu kama ambavyo kauli mbiu imesema hmm, afya yako mtaji wako zingatia unachokula. Yani tusifanye mambo kama vile uh, maisha yetu yanaishia leo, tujue kwamba kuna kesho, na hata sisi vijana tutazeeka, na hata wazee wanahitaji kuwa na uzee ambao bado ni mzuri uh, hata kama magonjwa yapo, basi yasiwe yanawatesa kupita kiasi. Kwa hiyo tuwekeze kikamilifu katika kuzingatia kila mwanafamilia anapata chakula sahihi lakini, sambamba na lishe bora, mm. Mazoezi ni sehemu ya lishe bora. Ayo ni muhimu katika makundi yote ya, ya watu ndani ya familia, iwe ni mtoto iwe ni mja mzito au mzee, basi pia tuwekeze katika kufanya mazoezi ili miili yetu iendelee kuwa na afya bora na tuepukane na magonjwa hasa haya ya mtindo wa maisha ambayo yanachangiwa zaidi na lishe duni na ukosefu wa mazoezi ambayo unahitajika. Tunakushukuru sana. Anita, asante sana. Hii elimu ni kubwa na ni pana, ni aa. Lakini pia mnaweza, msisubiri tu zile siku ambazo tu kuna maadhimisho au ndiyo, zile wiki ambazo kuna maadhimisho no, kwa sababu ni elimu pana naendelevu, pana, na ni elimu inahitajika, okay, yes. kila siku no. Anaitwa Anita Mganga ni mkunga na mtaalamu wa unyonyeshaji maziwa ya mama na lishe kwa watoto ambaye tumezungumza naye hapa kuhusu uh, siku ya watoto tukienda nayo sambamba na hii wiki ya lishe ambayo inaadhimishwa kesho, e, kilele chake ikiwa ni Novemba 21.